Sayari yetu ni sawa na jumba lililosanifiwa kitaalamu, mahali ambapo kila kiumbe mdogo au mkubwa wote wanacheza katika nafasi zao. Lakini leo viumbe wengi adimu na wa kipekee, alama ya sayari hii, wanazidi kutoweka, pengine ni kwa kasi zaidi ya tunavyofikiria. E, kama nchi e, tuna jumla ya mimea 416 ambayo uh, ipo katika orodha ya miti iliyo katika hatari ya kupotea duniani kwa mujibu wa shirika la uhifadhi la kimataifa linalojulikana kama IUCN. Changamoto ya kutoweka kwa viumbe ni ya dunia nzima, ndiyo hapa nyumbani tatizo hili linadhihirika kwa uwazi, kuanzia viumbe wakubwa wanaozunguka nyika za savana hadi viura wadogo wanaopamba msitu, wote wana changamoto zao. Hebu leo tuanze safari kuelekea porini. Lengo ni kuelewa nini chanzo, pengine nini kifanyike. Haya ni makala kuhusu spishi zilizo hatarini kutoweka. Nchini Tanzania, moja kati ya nchi za Afrika zenye kiasi kikubwa cha bayo anuai, viumbe wengi wapo katika orodha ya spishi zilizo hatarini kutoweka. Kulingana na shirikisho la kimataifa la uhifadhi wa mazingira asili, yani IUCN, ni zile spishi ambazo zina uwezekano mkubwa wa kutoweka kabisa siku za karibuni katika maeneo ambazo zinapatikana. Hii maana yake ni kuwa idadi ni ndogo sana au inapungua kwa kasi, na kama hatutachukua hatua za haraka kuwalinda, basi spishi hizi zinaweza kutoweka kabisa. Kwa mujibu wa shirika la uhifadhi la WCS, Tanzania inashikilia nafasi ya 11 ikiwa na idadi kubwa ya spishi hatarini zilizoorodheshwa na IUCN Red List duniani kulingana na data za mwezi Januari mwaka 2023 Tanzania ina spishi 1591 zilizo hatarini kutoweka, hali inayoongeza tishio katika bayoanuai hapa nchini. Tafiti zinaonyesha kuwa takriban spishi 360 za reptilia zimerekodiwa hadi sasa. Kati yao spishi 85 zinapatikana nchini Tanzania pekee. Kati ya spishi 27 za amfibia 86 wanapatikana hapa nchini pekee, huku spishi zingine zikiendelea kugunduliwa. Lakini data hizo sio tu kwamba zinaonyesha idadi kubwa ya viumbe adimu hapa nchini, lakini pia zinatukumbusha changamoto ambazo spishi hizo zinakutana nazo, na tuna mifano eh, kadhaa ya spishi hizo. Nitachukulia mfano wa tembo, tembo wa Afrika ukiangalia mwaka 1978 eh, kulikuwa na tembo zaidi ya laki tatu lakini leo hii wanakadiriwa kuwa ni kati ya tembo elfu hamsini na mbili eh, mpaka elfu sitini tu. Kwa hiyo ni upungufu mkubwa sana, eh, ukilinganisha na idadi iliyokuwepo huko nyuma. Sasa kupungua huku kwa tembo tunafahamu sababu kubwa mojawapo ni ujangili ambao umekuwa ukifanyika eh, ambao eh, umetokana, wanauawa zaidi kwa sababu ya yale meno yao, najua biashara ya meno ya tembo ambavyo ilikuwa ni kali kwa miaka ya hivi karibuni. ya wanyama wengine, mfano mwingine wa species hizo ni pamoja na sokwe mtu. Eh, tunajua Tanzania ni ni miongoni mwa nchi bora duniani ambazo zina sokwe na hasa katika maeneo ya hifadhi zetu za taifa za Gombe na Mahale. E, sokwe wanafanana kama binadamu hivi, kwa hiyo maisha yao ni kama ya binadamu na wana wanakula sana, wana chakula chao kikubwa matunda, kwa mfano. Kwa hiyo e, kupotea kwao mara nyingi kunatokana na ukweli kwamba misitu inapotea kwa kasi. Eh, ukiangalia idadi yao sasa hivi ukilinganisha na miaka ya nyuma sasa hivi idadi ni, ni kama sokwe mtu elfu mbili mia tano. Hii ni kulingana na takwimu zinazopatikana kwenye mpango wa kuwahifadhi sokwe ambao uliishia mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Kwa hiyo utaona ni, ni, ni upungufu eh, mkubwa wa, wa, wa sokwe na tusipoangalia na kuwatunza, uwezekano mkubwa wa kupotea ni mkubwa sana. Lakini je, ni nini hasa kinapelekea baadhi ya spishi kuingia katika hatari hii? Wanyama wengine wanahitaji maeneo makubwa ya asili au aina maalum ya maeneo ili waweze kuishi e. Kwa mfano e, wanyama wakubwa kama tembo wanahitaji kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kutafuta chakula chao cha asili, na kwa sababu hiyo wanaweza wakaingia katika maeneo ambayo eh, hayajahifadhiwa na kupelekea kuuawa. Kwa hiyo eh, kutokana na hiyo tu kwamba wana, wanatembea wanahitaji kwenda maeneo mbalimbali, kunapokuwa na uharibifu wa mazingira, basi kunakuwa na tatizo hilo la uwezekano wa wanyama kama tembo kuweza kupotea. Lakini e, spishi zingine zinazaliana polepole pole sana. E, kwa mfano kifaru, kifaru huzaa mtoto mmoja kila baada ya miezi kama kumi na nne hivi, na inaweza kuchukua wiki zingine hata thelathini hadi arobaini na mbili kabla ya kuwa tayari kuzaa tena. Kwa hiyo hii kasi ndogo ya kuzaliana na ikiambatana na ujangili ambao unatokea E, basi spishi hii inaweza kupotea kwa haraka zaidi, lakini pia inaweza ikawa ni sababu ya kuvunwa e, kupita kiasi e, spishi ukizivuna kupita kiasi, maana yake unazipunguzia hata uwezo wake wa kuzaliana na kupelekea e, hata kuisha kabisa. Sababu zinazoweka viumbe hawa katika hatari ya kutoweka ni nyingi mno. Muhifadhi wa nyama pori Mary Revelin Kashangaki naye anatuongezea sababu zingine. Wanyama wengine kama simba, chui, mbwa mwitu hawaathiriki awa sana sana na uwindaji, wanaathirika sana na shughuli za binadamu, watu wanawaua. Yani, naturals imani, watu wengine ambao ni wafugaji, wafugaji zinajua watakula wanyama wao, kwa sababu namna ya, ya, ya maisha anayokura, wanawatiria sumu, wanawaua sawa kama mbwa mwitu ambao nature ya uwindaji wake walivyo kwa watu, mtu akisema hapo kuna mbwa mwitu, watu wanatoa, wanawekea sumu, wanaoa mnyama. Mazingira akishaharibika, mwingine anagoma, hazai. Sawa, kwa hiyo idadi yao inazidi kushuka siku hadi siku, kushuka siku hadi siku, hazai mpaka mnyama sh atakufa, atabakia wachache. kwenye hiyo inanikwambia wa sheria, kwa sababu matumizi ya mnyama yote ya porini aa, haijalishi kwamba ni, ni yule ambaye kwa tani kutoweka au ni wa kawaida. Uh, taratibu zake zipo kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo. Kwa hiyo kama hujafata kanuni, kwa hiyo kama tunajua kwamba wewe mnyama unakaa naye, basi utakuwa ila unamfuga na una vibali na leseni ya kufuga. Kama hauna, basi wewe ni mjangili kama jangili mwingine. Kwa hiyo utakamatwa na sheria itachukua mkondo wake. Tutaweza kumpata wapi? Sawa. Kwa hiyo hivyo hivyo inaenda hata kwa kwa wanaosafirisha kwamba amekamatwa anasafirisha meno wa tembo, anakucha la simba, anasafirisha ngozi ya ya chimpanzi, anapeleka wapi? Ama wa chimpanzi ya wa wa chakula. Sawa, so, akikamatwa sheria wa inatumia simama kama inavyosimama kama hata funga mashtaka, kesi itaenda mahakamani, wanafungwa wengine, wanataifisha kama biashara zake, wanaifanya kama sheria zote za kawaida ambazo za nchi ambazo zinafanyika na yenyewe inachukua na Uwindaji haramu wa wanyama kwa ajili ya nyama, pembe za ndovu na ngozi za wanyama, tishio kwa wanyama pori, hasa walio hatarini kutoweka. Tatizo hili sio tu linaathiri mnyama mmoja mmoja, bali pia linasukuma jamii nzima ya spishi hizo katika hatari ya kutoweka. Kwa mfano, kwenye uwindaji haramu tunasema tembo wamekuwa na wamekuwa wameathirika zaidi, pamoja na faru. Sawa, wameathirika sana kwenye uwindaji lakini kumbe si wanyamapori tu walio hatarini kutoweka. Mpugupugu ni mmoja ya mimea na yenyewe ambayo ipo kwenye hatari ya kupotea duniani. Maskani nzuri ya Tanzania iliyopambwa na miti mirefu na maua yanayopamba misitu yetu, nayo ipo hatarini. Hapa tunazungumzia mimea. Sifa moja wapo ya hii mimea iliyo katika hatari ya kupotea duniani, ina changamoto kadha wa kadha, ambao hii mimea mingine ambayo iko e, mingi haina. Baadhi ya hiyo mimea inapokuwa inatoa matunda, yale matunda kabla hajafikia hatua ya, ku, ya kudondosha mbegu ili iweze kuzaliana, yanakuwa yanashambuliwa na wadudu au yanaliwa na wanyama, na matokeo yake inakuwa yanashindwa kupata vile vizazi vya yani ile perpetuation, yani kwamba eh, kutokea vile vizazi eh, kwa ufupi ni kwamba kiikolojia, mimea inatakiwa iwe na mimea, yani mtu unatakiwa na mimea mikubwa, kijana, watoto, yani hivyo sasa, kawaida ni kwamba hii mimea ambayo ipo katika hatari kupotea duniani yani haina hayo marika mbalimbali mbali, kwa sababu mbalimbali mbali ambazo kama hivyo nilivyosema, mingine unakuta inadondosha mbegu, lakini vile vitoto vya mimea au vile ile miche inapokuwa kule mapolini inashambuliwa na nguruwe pori, inaliwa na ngiri, inaliwa na nini, kwa hiyo unakuta hakuna tena mimea mingine mipya ambayo inatokelezea lakini kingine ni ikolojia ya maeneo ambayo inastawi mimea hii, imekuwa restricted kwenye maeneo fulani tu, ambayo hapo ndo unakuta zile eh, hali za hewa, hali ya udongo, pamoja na, na mambo mengine yanayosababisha huo mmea kukua, inapatikana eneo hilo tu. Kwa hiyo ukisema uchukue upeleke sehemu nyingine, haifanyi vizuri. Endapo spishi fulani za mimea zikiingia kwenye orodha ya hatari ya kutoweka, basi mfumo mzima wa ikolojia nao unaweza kuingia hatarini, jambo ambalo linaturudisha kule kule kwenye kupoteza baadhi ya wanyama, wadudu, au hata sisi wenyewe tunaotegemea viumbe hivyo. Uwepo wa mmea mmoja kwenye eneo fulani unategemeana na aina spishi, au aina ya mimea mingine ambayo ina, ina, ina, ina coexist, au inayoishi pamoja. Kwa mfano unaweza ukakuta mmea A, unazalisha maua ambayo hayo maua yanatumika na nyuki kuchavusha mimea mingine ambayo iko jirani yake, au wakati mwingine unakuta mmea A uwepo wake unasababisha mmea B uexist. Kwa hiyo mimea yenyewe kwa yenyewe huwa inategemeana, na ukiondoa mmea mmoja unakuta unaathiri ile ekolojia eneo husika, kwa wanaita multiply effect, inatokea tatizo ambalo linasambaa kwa jamii nzima ya mimea ambayo inakaribiana. Kuhifadhi mimea iliyo hatarini kutoweka sio tu kunasaidia kulinda afya ya misitu, lakini pia ni kulinda na kuifanya dunia kuwa sehemu salama zaidi kwa maisha. Lakini pamoja na changamoto zote hizo, bado kuna matumaini. Kila kona ya Tanzania juhudi zinaendelea. Kuna baadhi ya miche tumeipanda Morogoro na mingine tutaipanda Dodoma kwa ajili ya kuhakikisha kwamba at least kama eneo lile ambayo e, miti hiyo inapatikana, ikitokea shida yoyote tuwe na backup ya hiyo mimea. Sasa sisi kama wakala pia tumpo katika mpango wa kuandaa e, store maalum ya kuhifadhi sampuli za mbegu za aina ya miti mbalimbali, hasa hii ya kienyeji, ili hatimaye kwamba itapotokea jambo lolote kwenye misitu yetu, basi tunakuwa na backup au store ya hiyo e, mbegu za benki kwa ajili ya kuirejesha. Kuna, kuna kuna kitu kinaitwa shoroba. Haya ni, ni, ni, ni maeneo ambayo ni mapito ya wanyamapori kutoka labda tuseme, ukitoka Ruaha pale eh, kwenda labda Katavi, katikati pale kuna shoroba. Haya ni mapito ya wanyamapori. Eh, serikali ya Tanzania imeyatambua maeneo haya na wadau mbalimbali wanashiriki katika E, utunzaji wa mapito haya ya wanyama. Na kwa kufanya hivyo unaruhusu zile e, matembezi au movement za wanyama kutoka sehemu moja kwenda nyingine na kuwahakikishia kwamba ekolojia wanayotakiwa kuishi wanaweza kuifikia kutoka mahali popote kulingana na, na, na, na kipindi kama ni wakati wa kiangazi, wakati wa masika au kipindi chochote ambacho wanyama hawa wanakuwa wanatembea kutoka sehemu moja au nyingine. Tumekuwa tukifanya eh, sensa, tumekuwa tukihesabu wanyama pori kwa kutumia ndege kwa kupitia huko angani. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, tunapata tuna, tuna takwimu ambazo zinasaidia nchi na wadau katika kupanga mipango yao ya uhifadhi wa rasilimali tulizokuwa nazo na hasa e, species ambazo ziko katika hatari ya kutoweka. Kwa hiyo takwimu tunazozalisha zinafaa sana katika e, mipango ya maendeleo ya uhifadhi e, wa wanyamapori na misitu na, na, na, na rasilimali za bahari e, vizuri e, tunapokuwa tuna takwimu zinazotosheleza. Na moja wapo ya jitihada ambazo tunazifanya kama nchi ni pamoja na kutunga sheria. Bakisha wanyama pori wana wanahifadhiwa hasa ambao kwenye sadi kutoweka. Kwa hiyo kuna sheria za kumzuia kabisa kutumika kabisa. Ziadja kumwona. Sawa. Kwa sababu hapa nchini tunaruhusiwa uwindaji. Kuna wengine hawaruhusiwi kuwindwa kabisa. Sawa. Kuna wengine wako hata kuwaachia kwenye wafugaji sangili. Kuna wengine ambao bado wenyewe wanazuiwa. Lakini kwa sababu kuna we, kwa sababu hiyo sasa Kwenye, ili kwa kisha wana, hata wale ambao wame wamewindwa au wanatakiwa kutumika bado nchi imeingiza inakuta ni, ni mikataba ya kitaifa na kimataifa ambayo nchi imeingia, kwa kisha usafirishwaji wake sio kwa sababu, ili kama unajamsafirisha lazima kuna vibali ambavyo nchi zote ambazo ni wanachama, mfano wanapokwenda ambao tunawinda wale wanyama ambao wanausiwa kuwindwa kama tembo ambayo yuko hatarini kutoweka. Uh, usafirishaji wake kama kwanza uwindaji wake mpata kuwinda ni, ni kutoa kwenye kwenye haya mashirika ya kimataifa sni kutoa CITES, ambao ndio wasimamizi wakubwa wa wamkataba anasimamia wanyama hatarini kutoweka, lazima ndio wakubaliane, wanajua wako wangapi na wanataka kwenda wangapi, na wakishasema wanataka kwenda wangapi, na sisi kama nchi tunaweka vigezo sio hui na tembo yoyote nainda, kuna vigezo tunaangalia: ukubwa umri, ukubwa wa meno, sawa, ambayo tutakuwinda awe na, kuna vigezo vingi sana kwenye meno ndani zake, nyayo zake zinakuba kiasi gani. Sio kwamba anawindwa tu kwa sababu ni tembo, anaweza kuwindwa ili kuhakikisha kwamba hata kile kidogo ambacho kinachukuliwa bado kiendelee kuwa, kuwa na faida kwa nchi, lakini bado wengine wasiendelee kuisha vile vile. Kwahiyo mgao wake wa wanyama wangapi wanatakiwa kuwindwa umekuwa umezuiliwa sana. Hiyo hiyo inaenda kua enda kwa simba pamoja na kwa chui na wengine, ni wanyama ambao kwenye mikataba ya sites ambao wako hatarini kutoweka, portion ni ndogo sana katika hiyo. Lakini vipi kuhusu ushirikishwaji wa wananchi, hasa wale wanaozunguka hifadhi? Ma jamii tunaishirikisha kwa nafasi kubwa ya kufuatilia ule, yani kufanya monitoring. kwa mfano sisi tuko makao makuu Dodoma lakini katika halmashauri ambayo hiyo misitu inapa, inapatikana wanakaa mjini na ile misitu ni maporini. Sasa inakuwa ni ngumu kila siku yule mhifadhi wa wilaya labda kutoka mjini kwenda kule porini kwa ajili ya kufuatilia kama mwaka huu hiyo mmea umetoa e, maua au umetoa mbegu. Kwa hiyo tunachokifanya sisi tunapokuwa tumeenda kwenye misitu husika kama nilivyosema mwanzo tunawatumia wale wenyeji kwanza kuingia kwenye ile misitu, kwa sababu wao ndo wanaijua ile misitu vizuri zaidi. Sasa tukisha kuwa tumeibaini kwamba huu mmea uko hapa, kuwa tunawapa mafunzo ya kufuatilia, na wakati mwingine tunawanunulia hadi viswaswadu. Anakupigia simu, bwana, nimeona huu mti umetoa maua, ili sasa wewe uweze kufanya timing vizuri na kutumia resources hasa hizi fedha kwa ajili ya kwenda kule E, inabidi umpe maelezo kwamba ukiona maua yako hivi labda manake mbegu bado, ukiona hivi hivi. Kwa hiyo anakurekodia labda video au anakupigia picha na kutumia unazi analyze, then unampa maelekezo ya kufanya ili hatimaye itakapofikia ile wakati ule mbegu imekomaa, basi unapoenda usiende tena ukakuta haijakomaa urudi. Unabidi uende uchukue mbegu na uifanyie kazi. Kwao wananchi tunawashirikisha kwa kiwango hicho kwamba E, wakati wa kufanya tathmini ya ufuatiliaji na kalenda ya uzalishaji wa hiyo mbegu huwa tunawatumia kupitia vile vi e, kamati zile za mazingira za vijiji, lakini pia kwa maana ya uhifadhi jamii huwa tunaishirikisha kuhusiana na umuhimu wa wao kama wana vijiji kuacha au, ku, ku, ku, kuacha, au kufanya matumizi, yani kuacha matumizi ya mioto e, wakati wa uandaji wa mashamba kwa sababu wakati mwingine ile mioto inapotoka kwenye mashamba na kurukia kwenye msitu ina maana wanaendelea kuiweka hiyo miti katika hatari kubwa zaidi. Lakini kingine, tunapokwenda wanapata ajira e, tunapokwenda kule wanapata ajira. Kama nilivyosema, unakuta mnenda polini, mnakaa wiki, mwezi. Katika kipindi hicho hawakae hawaka, hawaka tu hivi hivi bure, tunawalipa posho e, kwa mujibu wa stahili zao kama vile ambavyo inatakiwa Koyo. Kwa hiyo, manufaa ni mengi kwa wananchi na upati e, ushiriki wao ni kama kwa namna hiyo nilivyoisema. Sisi kama WCS, kwa kutolea mfano mdogo tu, tunafanya kazi na vijiji tisa e, zilizo katika wilaya ya Chunya, Itigi na Manyoni, ili kuhifadhi e, shoroba mbili muhimu zaidi katika nchi hii. Ni moja kati ya shoroba e, kati ya shoroba tano katika nchi hii ambazo zina zina umuhimu mkubwa katika kupitisha wanyama pori kutoka eneo moja hadi nyingine. Kwa hiyo tunafanya kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba tunalinda shoroba hizi kwa kushirikiana na wananchi. E, kitu kingine ambacho kinafanyika e, na jamii zilizoko pembezoni mwa hizi hifadhi kwa mfano za, za, za, za taifa na mapori ya akiba ni hifadhi za wanyama pori za jamii e, almaarufu kama wildlife management areas e, hizi ni sehemu muhimu sana kwa sababu wanyama pori wanakwenda wana, wana katika e, hifadhi hizi za, za, za jamii. Kwa hiyo zisipolindwa, maana yake unatoa nafasi e, kunakuwa na uvunaji ambao ni holela ambao unaweza kupelekea kuisha kwa, kwa, kwa, kwa wanyama kila mwanajamii anayo nafasi ya kuhakikisha maeneo ya asili na, wana, we, na, na wanyama pori yanahifadhiwa kikamilifu na ni wito ambao nataka niutoe eh, kwa jamii katika eh, nchi yetu eh, lakini pia kwa wadau wote na, na serikali eh, kuhakikisha kwamba eh, tunatoa nafasi ya uangalizi wa maeneo yote ambayo species zinazokaribia eh, kutoweka eh, kwamba yaweze kuhifadhiwa eh, vizuri aa, kama kwenye kwenye, kwa sababu wanyama wengi wako kwenye maeneo yahifadhiwa, na ni sera ya nchi kwamba wananchi wanufaike. Na mtu ili aweze kunufaika pata nanufaika, ni lazima aelimishwe kwanza, ajue kitu kina faida. Kwa hiyo jamii kasi kamakama serikali ni kuhakikisha mnashirikiana nao. Tunachokifanya zaidi ni kuelimisha elimu. Ni sasa hivi, elimu ni kubwa sana kwa wananchi, kuhakikisha unawafundisha una faida za wanyama wale kama nchi, kwa nini tunafanya hivi sawa. Na hata kama ile faida ambazo mnazipata kutokana na shughuli za uhifadhi, lazima zirudi kwa wananchi. Kwa hiyo, kuna kama kwenye shughuli za uwindaji, lazima kuna kiasi, gharama za mnyama anayokuwa amewindwa zinaenda kusaidia shughuli za maendeleo kwenye maeneo mapo uwindaji upo kama ni shughuli za utalii wa picha lazima kiasi kiende kwenye shughuli za, za jamii, ili wananchi waweze kupata ile ile faida ya moja kwa moja. Kwa hiyo hizo lazima mwananchi akishe anapata ile ndio aweze kuthamini, kwa sababu uhifadhi kama uhifadhi peke yetu hatuwezi, kwa sababu wale watu wako pale na wako pale muda wote, masaa ishirini na manne ndio wanaojua nani aliingia na, na kitu gani kinafanya. Wao ndio wanaharibu mazingira, ndio wanakata mashamba, ndio wanaua Sawa, hao wanaokaribisha watu kutoka pembeni. Kwayo, kwa hiyo ili kuhakikisha wanyama ambao wengine pamoja na ambao wako hatarini kutoweka wanahifadhiwa, lazima jamii tunapewa kipaumbele sana katika kuhakikisha tunashirikiana nao. Hata sasa hivi wengine wamefikia kiwango kiasi kwamba jamii zenyewe zimetenga kama eneo lao kwa ajili ya uhifadhi. Na faida zote kutoka pale kwenye eneo lao zinakwenda moja kwa moja kwa wananchi. Kwa hiyo inampa ina, kijiji vingine watu wengine wakiona miradi, wakiona vijiji vinavyoendelea wanaona faida kwaili ya kuhifadhi ipo na wakihifadhi naokua basi, na wanyama wengine waliokwenda hatarini kutoweka wanafanya sehemu ya wanyama waliohifadhiwa. Viumbe wote hawa, kuanzia tembo wakubwa hadi vyura wadogo wa msituni, sio tu ni alama ya uzuri unaotengeneza simulizi za pori, lakini pia ni taswira ya afya ya dunia hii. Maisha yao yanategemea sana juhudi zetu za pamoja. Hili linatukumbusha kwamba uhifadhi wa viumbe pori si tu kwa manufaa ya leo, bali hata kwa vizazi vijavyo.